Jeshi la polisi limetoa taarifa yake kufuatia matukio ya hivi karibuni ikiwemo njama za kupangwa kwa maandamano yasiyo na kikomo. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, wamesema kwamba jeshi la polisi lingependa kuwajulisha kuwa kama tulivyowapa taarifa iliyokuwa na ahadi ndani yake majira ya saa sita usiku tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na tano kuamkia leo tarehe kumi mwezi wa kumi na mbili elfu mbili ishirini na tano kuwa kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tutaendelea kuimarisha hadi ya usalama nchini na kwamba tutaendelea kulinda maisha ya wananchi na mali zao. Nitumia fursa hii kuwajulisha kuwa kazi hiyo tumeifanya vizuri na kwa ufanisi mkubwa na hali ya usalama wa nchi yetu imeamka ikiwa shwari. Aidha, kama tulivyoeleza tarehe tatu na tano Desemba 2025 kwenye taarifa ya Jeshi la Polisi kuwa wanaohamasisha maandamano wanayoyaita ya amani na yasiyo na kikomo, kuwa miongoni mwa mbinu za kihalifu 13 walizokuwa wanahamasisha na kupanga kutumia kupitia klabu za mitandao na njia zingine ni kuhakikisha wanasimamisha shughuli zote za kiuchumi na kijamii zisiendelee. Tumewafuatilia kwa karibu na kwa muda mrefu toka jana tarehe 9 mwezi wa 12 2025, kwenye klabu hizo za mitandao na njia nyingine walizokuwa wanatumia kuwasilisha kuwasiliana, wakipanga na kuhamasisha. Kwa vile jana tarehe tisa mwezi wa 12 2025 walishindwa kufanya maandamano yao hayo yaliyo kinyume na katiba ya nchi ya mwaka 77 na sheria ya polisi na polisi wasaidizi, kujitokeza mitaani leo tarehe 10 mwezi wa 12 2025, kufanya maandamano yao haram jeshi la polisi linaendelea kuwakumbusha kuwasisitiza na kuwaonya wasifanye hivyo, kwani wanachokiita maandamano ya amani yasiyo na kikomo ilipigwa marufuku toka tarehe tano mwezi wa 12/2025, kwa sababu yamekosa sifa kulingana na matakwa ya sheria, katiba ya nchi ya 1977 na sheria ya polisi na polisi wasaidizi sura ya 322. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama, tunahakikishia wananchi tunaendelea kulinda usalama wa nchi yetu sambamba na maisha na mali zetu ili muweze kuendelea na shughuli zenu kama kawaida. Aidha, kama kuna ambayo yatajitokeza na kukaidi kutii sheria za nchi kwa lengo la kuhatarisha usalama wa nchi ili kusimamisha shughuli za kiuchumi na kijamii zisiendelee kama wanavyo hamasishana kudanganyana, tawadhibiti ili nchi baki salama na Tanzania wema na wapenda amani wabaki salama. Tungependa kutoa wito kwa wananchi waendelee kufanya shughuli zao na kufuata maelekezo watakayokuwa wanapewa na vyombo vya viom ulinzi na usalama maeneo yote nchini, sambamba na kutii sheria za nchi. Hayo yote yanafanyika ili taifa letu liendelee kuwa salama na sisi sote watanzania wapenda amani tuendelee kuwa salama wakati wote. Imetula na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania.